Ni wiki ah, nyingine tena ya Disemba ah, najua si, season by season December inakuwaga ni mwezi ambao trades zinapungua na hata wiki hii. Labda apologies Andrew kidogo, ni kuinterrupt. Naona leo kuna majina majina mapya hapa. Niwaelekeze pia kitu kimoja ah, kwamba uki, uki, ukitaka kupata hii file kwa sababu hii skrini yetu ni ndogo sana kama unatumia simu, yawezekana ukashindwa kabisa kusoma hizo namba au sio, lakini ukiangalia kwenye description hapa eneo chini, either hapa ama katikati, nategemea unatumia simu au kompyuta, kwenye kaneno kameandikwa more kana bold, ukikaminya kale katafungua mkeka utakutana na maelezo mengi sana kuhusu session ya leo. Vitu vitatu tutataka uvitilie mkazo. Kuna namba za simu za hawa wadau hapa, alafu utakutana na linki linki ipo ya DSE, kuna linki nyingine ipo ya Google Drive. Kwenye hiyo linki ya Google Drive ukiminya, inatakwa ikupatie faili ambazo ambazo tunazitumia leo. Zote ambazo tutakuwa presented leo utazipata kwenye hiyo folder. Na nimeiset kwamba unaweza kudownload ukabaki uka nalo kwenye simu yako. Ya kodi leo nimefanya hiyo, ili at least akiwa anazungumza kwa sio ripoti, ukiweza download jitumie kwenye device nyingine hebu fuatilia kwa kuangalia namba kabisa, inakuwa na inaleta maana nyingine fulani kwa well, kama nilivyosema hapo mwanzoni Disemba, huwa uh, trades zinapungua. Ukiangalia sasa hivi uh, wiki hii uh, equity turnover zimepungua uh, toka bilioni kumi na tano mpaka bilioni tano point mbili ambayo imepungua ni sawa na asilimia sitini na tano na hata volumes za zimepungua kutoka bilioni uh, milioni tisa pointi tano mpaka milioni tatu pointi nne sawa na asilimia uh, sitini na tatu. Vilevile bonds zimeongezeka kutoka bilioni themanini bond turnover mpaka bilioni mia tisini na tatu sawa na asilimia mia thelathini na tisa. Na market cap, market cap imeongezeka kidogo na pia domestic market cap pia imeongezeka kidogo kwa asilimia sufuri kutoka pointi tano, kutoka 13 kumi na tatu mpaka tril kumi na tatu, tatu pointi tisa sita bado CRDB si ina move hisa uh, milioni mbili pointi saba kufuatia na, na DCB ambayo ilikuwa na hisa laki mbili na elfu kumi na sita we traded wiki hii. Alafu na NMB, we traded karibia hisa laki mbili kwa hisa laki na tisini na nane na mia nane arobaini na saba. Hizi ndo likuwa mover za wiki. Uh, second slide, ingilia kwenye kwenye indices. Naona zote zimeongezeka kidogo marginally, all share index, DSE, all share index TSI industries and allied banking uh, finance industry investments, na commercial services zote zimeongezeka kidogo, na pia ukiingia kwenye gainers and losers uh, Mkombozi umeongezeka kwa asilimia saba point tano Afri price uh, Tanzania Oxygen uh, Maendeleo Bank na Nicol Nicol imeongezeka kwa asilimia tatu kutoka elfu moja mia tatu hamsini mpaka elfu moja mia tatu tisini na kwenye losers TATEPA bado inaendelea kushuka ilitoka uh, mia tano mpaka mia tatu tisini hii ni sawa na asilimia ishirini uh, ifuatiwa na Mwalimu Commercial Bank yani hii trend ya Mwalimu Commercial Bank tunaona toka walivyo postpone ile rights issue rights issue yake ambao wali announce uh, uh, mwisho wa mwezi wa kumi na moja wiki liopita wanakuta bei ilifika mpaka mia tano hamsini lakini sasa hivi imeshuka mpaka 450 hamsini na DCD, pia pamoja na Precision ya, uh, zime, zime, zimeshuka. Na ukiangalia kwenye investor participation bado buying and selling yote ni uh, uh, local investors asilimia mia moja. Uh, ukienda kwenye slide ya tatu kuna upcoming government bonds itakuwa ni tarehe 17 na saba, kuna mnada miaka ishirini wa treasury bonds ya yeah. shukrani sana shukrani sana uh, naona Tatepa uh, amekuwa ame kidropu kutoka wiki iliyopita, sikumbuki wiki ya juzi ilikuwaje, sijui kuna chochote kinatokea Tatepa ama ni market tu, ye behavior kawaida uh, ni market tu. <laughs> ni market tu, ila hamna ichote kinaotokea hapa okay. Nyuma waliikumbatia wa, wa, wa, sana investors ikafika mpaka mia tano hamsini sasa naona inaanza kushuka tena au, yeah. Ndo inajitafuta levo sasa yeah. Okay. Sasa mesa mesa, Fortius karibu, tupe mtazamo wako kwa hii ripoti ya wiki hii. Uko muted. So, kama alivyosema Andrew uh, inaonekana kama kuna activities zimepungua kidogo japo haikupunguza sana bei na soko bado almost limehold, uh, alijaonyesha sana kushuka kama ambavyo events zinazotokea zingeweza kusuggest. Kwa so far so good. Inawezekana hata kama unataka kuuza, hawataki ku... Unajua hata kama mtu unataka kuuza, usiuze kwa panic. Ukiuza kwa panic mara nyingi wewe ndio utakuwa loser. Kwa sababu ukiweka mzigo sokoni bei zitashuka, utaendelea kuuza kwa hasara. Kwa hiyo kapresha kapo lakini sio kakubwa sana. Sasa labda nikikoment kidogo kuhusu Tatepa. Tatepa, Tatepa Precision Air na kampuni nyingine ni kampuni ambazo zilianza kupanda panda kipindi cha nyuma tukawa tunajiuliza kwamba kuna taarifa gani japo volume haikuwa kubwa sana, na by then hakukuwepo na taarifa kubwa kwao. Tukaona labda ni kwa sababu ya unajua tena uh, hizi mtp zinarahisisha sana trading na concept za wawekezaji wengi ya sasa hawa ambao wako active, ni kwamba akija sokoni anaweza yeye mwenyewe akafocus kwenye zile wanaziita neglected stocks. Neglect, neglected stocks kwa vitabu vya wenzetu huko, kuna kitabu mwandishi mmoja Philip Fisher anakiita, common, eh, common stock and un, common profit and uncommon eh? common stock and, and uncommon profits. Kimeandikwa na Philip Fisher, ni kati ya vitabu viwili ambavyo Warren Buffett alikuwa anasema anavisoma hicho cha cha invest, intelligent investor pamoja na hicho cha huyo Philip Fisher common stock and uncommon profit. Hasa staili ya huyo jamaa Philip Fisher ilikuwa ni hiyo ya kutafuta zile neglected stocks ambazo anasema hizi inawezekana haziko kwenye limelight, lakini inawezekana zina some value. Kwa hiyo alikuwa na winda zile counters ambazo inaonekana kama ziko neglect, neglected, anafanya eh, nani utafiti wake. Sometimes alikuwa anazikuta ambazo ni nzuri, wamezisahau, anapata some value. Sasa ndio kitu ambacho nilikiona kama kinataka kutokea kwenye precision here na tatepa zikawa zimepanda panda lakini Tatepa na Fiu wiki moja iliyopita walitoa ni kitu kama cautionary note, wakielezea tatizo kidogo walilonalo kwenye biashara zao, kwa watu wale ambao walikuwa na hiyo kota na Fiu akafika point kwamba sasa kama wenyewe wametoa cautionary note, sisi tunatafuta nini huko juu? Kwa hiyo inawezekana ndio hivi jinsi zinavyoshuka kwa sasa hivi. Otherwise uh, tunachokiona sokoni tunaona liquidity bado ipo na ndio hiyo ambayo inasupport hizi hizi uh, bei na kwenye mnada wa wiki hii, wiki hii kulikuwa na mnada wa treasury bills. Treasury bills, ambazo kama kawaida return zake ziko chini sana, siku 35 mpaka 364, yield ziko between 5% and 6%, lakini bado tumeona kuna oversubscription, hali ambayo isingeza kutokea mwezi wa kwanza mpaka labda mwezi wa sita, hiyo ni minada ambayo yani ilikuwa inakuwa undersubscribed na sometimes walikuwa na cancel hiyo minada, si labda kwa sababu ya participation kuwa ndogo. Lakini hii miezi mwezi mmoja uliopita, tumeona kuna oversubscription sana kwenye minada kama hiyo ya siku hizo ambazo yield zake ni ndogo. Na mnada wiki hii tumeona Benki Kuu wamechukua amount kubwa kuliko hata ile ambayo e, watu ambao walikuwa wameadvertise, meaning umekuwa oversubscribed afu wakazichukua Izo pesa zote. Sasa ukiangalia jinsi walivyokuwa wanatoa matangazo ya ile kalenda ya minada ya, miaka, ya ya mwaka walikuwa wanaeleza kabisa kwamba siku thelathini na tano siku tisini na moja siku mia themanini na mbili hizo zilikuwa ni liquidity papers, na sehemu ya siku mia tatu sitini na nne liquidity papers. Liquidity papers. Maana yake nini? Ni kwamba hizo zinatumika kwa ajili ya liquidity management na benki kuu ni pesa ambazo zikiwa, uh, zikiwa success, successful kwenye mnada, hizo pesa sio kwamba zinapelekwa treasury ila zinabaki benki kuu kwa ajili ya liquidity management. Sasa kwa hiki walichokifanya wiki hii ni indication kwamba labda wameshaona kuna liquidity nyingi kwenye economy, sasa wameamua kuichukua nyingi zaidi, labda wameanza kumop up. Wanatumia neno la kumop up excess liquidity kwenye uchumi. Kwa hiyo kilichotokea wiki, inawezekana kama wameanza kumop up hiyo liquidity ambayo uh, katika macho yao inawezekana wameona inaweza katisha inflation, lakini kujua na msimamo gani hiyo tutaijua, nafikiri wiki ya kwanza ya January ambayo ni mwanzo wa kota, ndio monetary policy uh, ya kamati ya benki kuu na wizara ya fedha huwa anakaa chini kutoa mtazamo wao kuhusu uh, inflation and uh, nafikiri uh, matokeo yanayotokea ni kati ya mikutano muhimu sana ambayo itabidi tuifuatilie kuweza kujua wanasemaje au you never know. Hapa katikati ya sasa hivi mpaka Januari, huwa uh, nazoea kwenye nchi zilizoendelea, inaweza ikatokea matukio makubwa, ukakuta zile shadowed monetary policy committee meetings wanazikan, yaani ghafla kuna kuwepo na shadowed meeting kutangaza some policy announcements kwa oh, uh, ni vizuri kuwa kwenye hii page kuendelea kupashana habari, kwa sababu matukio yanayotokea ni makubwa na ni mazito.